Ninaitwa Mchungaji Fadhili Kiwera, katibu ya idara ya elimu ya Kikristo ya KKKT Kiki Dayosisi ya Kaskazini. Tupo leo katika usharika wa Karanga, jimbo la Kilimanjaro Kati katika dayosisi yetu, na tumekuwa na tukio la kuhitimisha wana ETE ambao ni wanakozi ya elimu ya theolojia kwa enezi kozi inayotolewa kwa Wakristo ambao wameonyesha nia ya kulisaidia kanisa katika kueneza habari njema za Yesu Kristo kwa njia ya kufundisha vipindi vya dini shuleni, jumuiya, kuongeza nguvu katika uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, uinjilisti wa mtu mmoja mmoja, kwa kifupi kuimarisha Wakristo kiroho kwa njia ya neno la Mungu lakini kuwafikia wale ambao hawajafikiwa na neno la Mungu. Na kanisa limeweka utaratibu mzuri kwamba wasiende bila kuwa na elimu au ujuzi wa huduma wanayokwenda kuifanya. Na ETE imekuwa ni moja ya njia ya kuwasaidia hawa ambao wameonyesha moyo wa kumtumikia Mungu na hawana muda wa kutosha kwenda katika vyuo vya theolojia na Biblia ili kuelimishwa. Inafanyika hivyo na wanasoma kwa awamu tatu, na kila awamu ina muda wa kujifunza mpaka wanapokamilisha na kuhitimu. Leo katika usharika huu wa Karanga tumehitimisha wanaete 89 kutoka sharika za Chekereni e, Msaranga, Mandaka, Newland, Karanga pamoja na Moshi mjini. Kati yao kumi na nane ni wanaume na sabini na moja wanaobaki ni wanawake e, hili ni kundi muhimu sana katika e, idara ya elimu ya Kikristo kwenye dayosisi yetu kwani wanaongeza nguvu katika walimu wale wa vipindi vya dini katika shule za msingi na shule za sekondari, lakini pia jumuiya zile za Wakristo, jumuiya ndogondogo katika sharika zetu, ni watu wa muhimu sana hasa wakati huu ambapo dayosisi yetu imejikita katika kutekeleza kipaumbele namba moja cha mpango mkakati wetu cha ukuaji endelevu wa kanisa kufikia lengo la kupata Wakristo laki moja na sitini na mbili takapofika mwaka elfu mbili na ishirini na nane, lakini kuwabakiza kwa asilimia mia moja Wakristo ndani ya kanisa, kuwaondolea mahangaiko ya kukimbia kwenye madhehebu, lakini kuvunjika moyo na kuliacha kanisa na kubaki nyumbani. Kundi hili ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba tunawafikia wa Kristo na wasio wa Kristo kwa Injili na kuwaimarisha katika ufuasi na wanafunzi wao kwa Yesu Kristo. Nitoe wito kwa sharika zetu za dayosisi ambazo bado hawajaingia katika mpango huu wa ETE kwamba waweke mpango na utaratibu, na idara inaandaa mwongozo mzuri ambao utasaidia kufikia wengi kwa wakati ili tuweze kutimiza wajibu tuliopewa na Bwana wetu Yesu Kristo wa kueneza injili kwa watu wote, agizo kama lilivyo katika Injili ya Mathayo mlango ule wa ishirini na nane e, ukianza kusoma aya ile ya kumi na sita hata ishirini. ni toe wito kwamba ni wajibu muhimu ambao kwa kweli una baraka zake nyingi pale ambapo limepokelewa vizuri. Tumeona jinsi ambavyo wamekuwa msaada. Vipindi vya dini mashuleni vinafundishwa, kila darasa linakuwa na mwalimu. Jumuiya zetu zinatunzika na watu wenye elimu, wenye ya nini, wanachokifundisha wenye uelewa mzuri wa neno la Mungu, wenye msimamo thabiti katika imani. Na tutafanya maboresho ya kozi pia kwa sababu wanafanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Wakati mwingine, wanapofika katika nyumba za Wakristo, wako wanaofikiri kwamba huyu aliyekuja ni mtumishi amekamilika, na wanapata nafasi ya kucheua na kueleza magumu wanayoyapitia, wanahitaji ushauri. Sasa tumeona ni muhimu pia katika kozi hii ya ETE tuwajengee uwezo katika ushauri na utunzaji kuchungaji. Yatafanyika mengi ambayo ni kwa ajili ya kuboresha kozi hii, subirini, mazuri yanakuja. Na wachungaji wa injilisti ambao tumeelimishwa katika vyuo, kila usharika tutatumika katika kuwaandaa wanaETE. Hatutakuwa na ule utaratibu wa kuwakusanya kuwasanya tena kwenye senta moja labda ya kanda au kijimbo, halafu waje wakufunzi, wachungaji tuliopo sharikani e, wainjilisti waliosoma vizuri elimu ya Kikristo. Kuna wale wa miaka minne na miaka mitatu, hao ni walimu tosha wanaoweza kuwafundisha ndugu zetu hawa vizuri na kuwaandaa vizuri kuwa walimu katika kanisa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, ninaamini tutapokea wito huu kama ambavyo baba Skofu ameendelea kusisitiza tukiwa katika e, vikao vya wachungaji, lakini katika makusanyiko mengine anayokutana anayo, anayo na Wakristo, akisisitiza sana Wakristo kujitolea katika kujifunza na kulifundisha neno la Mungu kwa wengine. Pamoja, tukiweka nguvu zetu pamoja, ninaamini tutavuka. Asanteni sana na Mungu awabariki.